Sana uh, michezo ni ajira. Kwa hiyo vijana wanapocheza michezo hii, ndio michezo ni ajira. Sasa hivi mchezo wa mpira ndio ambao wachezaji wake wanalipwa hela nyingi kuliko madaktari wa wilaya au wa mkoa, lakini mchezo ni furaha, michezo ni furaha inapunguza stress, inatufanya wote tufurahi, inatufanya inatuleta pamoja. Michezo inatuleta sisi wote pamoja, tukutane kwa amani, tucheze kwa amani, bila kujali makabila yetu, bila kujali ta, e, tofauti zetu na bila kujali tunatoka shule gani na bila kujali tunavaa sare ipi. Hii ndio ni, ni michezo tu kama hivi leo kwa, kwa namna yoyote ile michezo ndio inayotuletea amani. Michezo kwa hiyo ni amani. Sisi wote uh, tuko hapa kwa sababu kuna amani. Sisi wote tunacheza kwa sababu kuna amani. Tusingekuwa na amani, tusingekuwa tusingekuwa hapa. Kwa hiyo vijana, watoto Uh, ambao leo mko hapa kwenye kucheza mpira na kufurahia mpira, siku zote jitahidini kuhakikisha kwamba nchi yenu inakuwa na amani, huko nakotoka kwenye vijiji vyenu vile, na amani na amani inaanzia kule shuleni. Ukiwa na shuleni kuna amani, moja kwa moja wilaya itakuwa na amani na nchi itakuwa na amani. Kwa hiyo siku zote hubirini kuhusu amani, tendeni kwa amani. Na sisi kama polisi, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba nyinyi nyote mnakuwa na amani, mnakuwa na amani, msome kwa amani, msali kwa amani na mcheze kwa amani. Kwa hiyo hii, mkurugenzi wa Wailes Super Cup, kwanza nakupongeza sana kwa kuja na hili wazo, ni wazo ambalo linawaleta vijana kwa pamoja wanaku wanacheza kwa, kwa pamoja, lakini inakuza vipaji kama ulivyosema mwenyewe eh. Mimi mwenyewe kwa kuangalia haraka haraka naona kama wachezaji wawili watatu, kama wakiendelezwa wanafika mbali. Kwa hiyo natumai mpaka tutakapofika kwenye mwisho kabisa wa michezo tutakuwa tumeibua na kuchagua first 11 ya hizi timu za za za hizi timu nane za mjini hii itatusaidia kwenye UMISETA na mimi nimecheza UMISETA, nimecheza UMISETA na nimecheza mpaka UMISETA taifa. Kwa hiyo mwanzo kabisa unaanzia huko kwenye shule, baadaye unachaguliwa unaingia mpaka kwenye UMISETA mkoa. UMISETA mkoa unacheza UMISETA, UMISETA kanda ya magharibi. Mimi kwa niko niko Tabora Boys niko niko kanda ya magharibi. Kwa hiyo michezo hii ilikuwa inatutengenezea uzalendo, tunakutana shule zote Tanzania nzima makabila yote Tanzania nzima. Kwa hiyo ile inatutoa tuto, ina kwenye zile tofauti. Hapo utakuta Matengo utakutana na Nyaturu. Yaani mnachanganyika. Michezo kama hii sasa inaanza kupungua. Mimi ningetamani hapo baadaye michezo hiyo ya kimkoa zaidi Wayao, Wangoni mchanganyike kwa pamoja. Hapo sasa ndio mnapoweza kutengeneza nini? Uzalendo. Tuitengenezeo uzalendo kwa sababu tulikuwa katika kiwango cha chini kabisa fomani. Mnakutana watu tofauti, mnatoka sehemu tofauti, kwenye vijiji tofauti, mnakutana, mnakuwa ndugu. Kutengeneza haya mazingira ya kuwakutanisha kama kujano, naona leo tumekutanisha, wanafahamiana, wanacheza kwa pamoja. Kwa hii itatusaidia sana katika kujenga amani. Uh, wanafunzi, safi safi, najua mnataka ku kuona mpira unatembea katikati, na mimi tu niwatakie kila laheri katika michezo yenu. Nawatakia washindi wapatikane, washindi wazuri, lakini nataka tupate timu yenye fair play, lakini tupate timu inaweza kucheza naocheza mpira mzuri. Nawatakia kila laheri. Na sasa napenda kutamka kwamba michezo hii ya Wailes Super Cup imefunguliwa rasmi. Ndugu mgeni rasmi mashindano yetu haya ya Wailes Super Cup kwa shule za sekondari yana jumla shule nane. Katika shule hizo leo tunazindua ambako leo mgeni rasmi wetu kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma umetuzindulia mashindano hayo rasmi. Lakini pia mgeni rasmi, mashindano yetu yalikuwa na kauli mbiu ya kwamba Tanzania yetu amani yetu, kuwa mzalendo dumisha amani. Naamini sisi sote tuliyoko hapa ni wazalendo ni wapenda amani, kwa hiyo tuko tayari kudumisha amani ya taifa letu la Tanzania. Lakini licha ya kauli mbiu hiyo, mashindano yetu yalikuwa na malengo mbalimbali, yakiwemo kuhamasisha moja na mashindano ndani ya jamii au shule zetu, kuinua na kukuza vipaji kwa vijana ndani ya wilaya yetu, kuimarisha afya kwa vijana wetu, kuhamasisha taaluma kupitia michezo, kushirikisha jamii katika masuala ya utunzaji wa miti, nafikiri pia katika utunzaji wa miti. Ndugu mgeni rasmi, kamanda wetu wa polisi mkoa wa Ruvuma, umeshuhudia kwa namna moja ama nyingine tukiwa kwenye upandaji miti, tunakushukuru sana kwa kukubali ombi hilo na hata ile shule ni sehemu ya historia, umeweka historia kubwa ndani ya wilaya yetu ya Mbinga kupitia upandaji wa miti. Lakini pia tulikuwa na lengo lingine la kuzungumza au kuasi vijana kuto kujihusisha na matendo ya kihalifu na uhalifu. Lakini jambo lingine pia tulikuwa na lengo la kuhamasisha vijana wetu kuwa mabalozi wazuri wa amani na kujiepusha na utumiaji wa madawa ya kulevya. Hivyo basi, mkurugenzi, mgeni wetu rasmi wa mashindano yetu haya, kama kamanda wetu wa polisi mkoa wa Ruvuma, hayo ndio yalikuwa malengo yetu. Lakini pia hizo timu zote ambazo zinashiriki, tumeweza kuwapatia jezi full kwa timu zote nane. Bongo Play TV.